Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Habari zenu watu wangu wa Nuhu Online TV, wa TV. Mimi ni Nuhu na leo tutazungumzia kitu cha ajabu sana. Kama unataka kujua jinsi ya kutengeneza picha za kipekee kwa kutumia AI Grok, hii ni video yako. Sawa, tutaenda hatua kwa hatua na Grok AI itakusaidia kutengeneza picha nzuri kabisa bila kuwa na ujuzi wa uchoraji. Karibu na tukianza, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, ili upate video zaidi za kuvutia. Jinsi yes, ya kuingia na kujiandikisha. Sasa, sasa hebu tuanze kwa kuingia kwenye Grok AI. Kitu cha kwanza chukua simu yako au kompyuta na fungua kivinjali chako, nenda kwenye tovuti ya Grok AI. kama hujajiandikisha bado, tafadhali jiandikisha kwa kutumia barua pepe yako au akaunti yako ya Google. Andika jina lako na neno la siri lako kisha bonyeza sign up. Na kama tayari una account ingia tu na utaona dashboard yako ya Grok AI kama hii hapa. Sawa? Sasa tuko kwenye Grok AI na sasa ni wakati wa kutengeneza picha yako ya kwanza. Hapo utaona kisanduku kidogo cha input. Hapa ndipo unapoandika maelezo ya picha unayotaka kutengeneza. Kwa mfano, sawa? Ninaweza nikaandika haya maelezo na uyaona. Kwa hiyo andika tu maelezo yako kama vile nilivyosema, nabonyeza create. Unaona picha inaanza kutengenezwa kwa haraka na itachukua sekunde chache tu. Na sasa picha yako imetengenezwa. Kama unataka kuboresha picha hiyo, Grok AI inakuwezesha kufanya hivyo. Kwa mfano, unaweza kuongeza mawingu kwenye picha sawa ya jua likiwa limezama au kuongeza milima. Bonyeza kwenye edit na utaona chaguo mbalimbali za kubadilisha vipengele vya picha yako. Unaweza pia kuongeza rangi, kurekebisha mwonekano wa picha na kuifanya iwe ya kipekee kabisa. Kweli picha yako sasa iko tayari. Ili kuihifadhi, bonyeza save au download. Picha yako itakuwa kwenye kompyuta yako au kifaa chako, na sasa unaweza kuitumia kwa miradi yako kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram artwork, au hata kuiuza kama digital arts. Sasa picha yako iko kwenye mikono yako. Sawa, hebu nikuonyeshe kidogo kuhusu filter. Grok AI inatoa filter za kipekee ambazo zinaweza kubadilisha rangi na mwonekano wa picha yako. Hii ni njia nzuri ya kuifanya picha yako kuwa ya kuvutia zaidi, kama vile unavyotaka sasa napenda kusikia kutoka kwako. Je, umewahi kutumia AI kutengeneza picha kabla? Niambia kwenye comment section, niko hapa kujibu maswali yako yote. Na kama umejifunza kitu kipya leo, tafadhali like video hii na subscribe kwa channel yetu ya Nuhu Online TV. Kumbuka sisi hapa tuko hapa ili kukuletea mafunzo bora na ya kisasa. Na hiyo ndiyo njia rahisi ya kutengeneza picha ya kipekee kwa kutumia Grok AI, ni rahisi, haraka na inakuwezesha kuwa picha bora kabisa. hii ni Nuhu Online TV. Sawa, asante kwa kutazama, na kumbuka kila kitu kinachohitaji ubunifu kiko mikononi mwako. Hadi video ijayo, endelea kufikiria na ubunifu na utengeneze picha za ajabu. Asante na kwa heri.